Mwaka elfu mbili na kumi na tano uh, wakati wa utawala wa hayati John Pombe Joseph Magufuli nilitabiri na kueleza kabla ya siku mbili hivi kwamba ninayemwona kwamba atakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni Mwalimu Kasim Majaliwa Majaliwa. Baadhi wakawa hawamfahamu Majaliwa, lakini nikasisitiza kwamba kutokana na taarifa za hapa na pale, Majaliwa Kasim Majaliwa ndiye angekuwa waziri mkuu na hatimaye ikawa hivyo. Na mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano naomba pia nitabiri jambo, na leo ni tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Historia ikae vizuri Duniani hapa kuna watu wa aina mbili: kuna watu wazuri, lakini pia wapo watu wema. Huyu nitakayeenda kumtabiri siku ya leo ni mtu mwema, na ndiye atakuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika serikali ya Chama cha Mapinduzi chini ya Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Unaweza kujiuliza ni nani huyo? na mtabiri na kumleta kwenu daktari Dr. Biteko. Dr. Biteko ndiye atakayekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na leo tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano Ata, ama jina lake litapelekwa rasmi mbele ya bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika jiji la Dodoma. Utabiri huu naomba uweke katika kifua chako, na muda mchache kutoka sasa, yani siku ya leo tarehe kumi na tatu mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano jina lake litashangiliwa katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na yeye kuwa waziri mkuu rasmi kumrithi Majaliwa Kassim Majaliwa katika awamu ya sita ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Unatarajia nini kwa Doto Biteko akiwa waziri mkuu, na nini maoni yako tuandikie. Na hii ni hotuba yake ambayo amewahi kuitoa hivi karibuni, na ni mtu bingwa katika kutoa hotuba mbele ya jamii na mbele ya kundi lolote. Doto Mashaka Biteko, tumsikilize. Na huyu ndiye atakayekuwa waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kutoka Majaliwa Kassim Majaliwa. Sasa atakuwa doto Biteko. Itunze hii. Kupata madaraka au cheo ni bahati mbaya sana, hakukupi maarifa ya mambo yote. Kupata madaraka au cheo hakukufanyi kujua kila kitu. Kujifunza kutakufanya ujue kila kitu. Ni bahati mbaya sana ukichagua. Ujifunze kwa nani? Jifunze kwa yoyote aliye na cheo, asiye na cheo, ili mradi tu unaamini kile anachoweza kukwambia hata kama sio kukufundisha, basi kukushauri, tutumie neno hilo, kinaweza kuboresha utendaji kazi wako. Wakati fulani mtu akipata nafasi fulani anashumu kwamba wale wote anaowaongoza hawajui chochote isipokuwa yeye. Ukifanya hivyo, utakuwa ujitendei haki mwenyewe, kwa sababu milango ya kujifunza utakuwa umeifunga, na kwa hiyo utakuwa mtu wa kukosea kila siku, na matokeo yake semina nyingi zitaendeshwa. Unajua semina hii inaendeshwa, si watu wote humu mnakosea, kuna wawili watatu humu huwa hawaelewi. Ukienda kuona kwenye TV wanachofanya hakieleweki. Sasa serikali fanya inawaleta wote tu mbrashio kwa pamoja. Kwani wafanyeje? Sasa na kumuita mmoja mmoja atasema, jamani, mnanionaje? Ikirudiwa ikarudia, matokeo yake watamuondoa tu. Sasa hata semina hizi mnazoziona, ndugu Karimu mwenyekiti, si wote hawa wanafanya vurugu hizi, ukamataji, sijui kumaliza migogoro, wapo wachache tu, tena wengine vichwa ngumu, kwa sababu anachewa anataka kutembea hewani, anatufanya wote serikalini tuonekane majitu ambayo hatuna huruma, tunapora haki za watu bila sababu ya msingi. That has to stop, kwa kweli kabisa. Yani haina sababu. Wewe, heshima yako ni kuona tu kwamba una uwezo wa kumfanya mtu fulani asilale usingizi, halafu iwe haina maana yoyote.